Ndugu zangu, hivi mnajua kwa nini watu wasiokuwa waislamu wanaitwa makafiri? Hivi mnajua, kwanza mfano wa Kristo naitwa makafiri, au wabudha wa, wa, sijui wanaita makafiri, au siju wahindu makafiri. Mnajua kwa sababu gani? Sababu ni moja tu. Uh, swali basi ile kitendo cha kumwabudia Mwenyezi Mungu yeah. Wao ndo awafanya awaswali ndio maana wanaitwa makafiri. Sasa tunawashangaa hawa uh, wenzetu waso swali ataka kujia Waislamu. Hapana, nyinyi ni makafiri kama walooao, kwa sababu mmeacha swala kama walivyoacha swala. Haa makea matendo yote wanaofanya mazuri hamna hata tu mazuri hamna tendo baya hata moja, kasoro tu kuswali tu aswali, ndio maana makafiri nataenda motoni kwa sababu hiyo. Ndio hiyo hiyo inaofanya nyinyi msiotaka kuswali afu najita wao, sisi Waislamu na nyinyi ni makafiri kama hawa moja kwa moja. Hilo ndio kujilegebisha kwa sababu hata hawa maguda magua wanasujudu lakini wao hawaswali swala tano, sio kama wengine. Utasikia kuna Mwislamu anakwambia "Mimi naswali Ijumaa mpaka Ijumaa, wengine mimi naswali Ramadhani mpaka Ramadhani, wengine mpaka siku ya Idd, na yeye anajiita Muislamu. Wajite tubuza maabuza waye na kumsujudu tujaawaa sujudu ila sasa, sisi Waislamu swala tano, usipo sai swala tano, kafiri.